Kumwangalia ni handsome boy lakini chuma kabisa hicho kwenye kazi. Libasse Gueye, Libasse Gueye, bao la kikatili linafungwa hapa na attacking midfielder Libasse Gueye. Kama unajua unajua tu, mfalme wa nyika, Simba Sports Club, makucha hapa na kung'ata kwa ukatili mno, wazee wa mapigo na mwendo Mashuja FC. Mwendo wanaumaliza dakika ya ishirini na nane. Kali mno, look at this way. Simba mnyama mkali akawekiwa pasi na Kibu Denis akahesabu, tazama, distansi aliyo shuti ni mbali kiasi. Yes, lakini pawa shuting Libasse Gueye, what a goal ni msumari wa moto, mkuki kwenye moyo wa Patrick vansi muntali Gueye Gueye on top. Wow, bonge la bao linafungwa hapa, akaambia njoo hapa tukashangilie. Mwanaume wa kazi, amemnyanyua mnyama. Ni moja sifuri, bonge la bao.